can play and I think play different different and Simba must be different team than us. So it will give us uh, success. Kuhusiana na kiunzi ambacho amekiruka Miguel Gamondo, umekigusia hapo. Ni ninyi kama Singida mlimsaidia kukiruka au <laughs> aliamua <laughs> mwenyewe kwamba sitaki kuruka kwenye kiunzi hiki? Yote kwa pamoja project yetu, ndugu zangu, ya Singida Black Stars. Hakuna kocha duniani au tuseme katika ukanda huu wa Afrika ambaye anafahamu soka la Tanzania hatamani kuifundisha timu kama Singida Black Stars. Singida Black stars ina X factors wote eh, kama kuna watu hawana Singida Black Stars, kuanzia safu ya ulinzi kuna X factor, kuanzia safu ukienda safu ya kiungo ni X factors watupu, au tuwataji kwa majina mnawajua mpaka ushambuliaji. Mmeona leo Elvis Rupia ametupia goli lake la kwanza. Kwa tafsiri yake ni kwamba hakuna kocha anayeweza kukataa kufundisha Singida Black Stars. Hivi leo hii Gamboni, kwa mfano, angeondoka Singida, labda ameletewa ofa akaondoka Singida akaenda sehemu aliyoenda, e, mafanikio ya, ya, ya maandalizi yote ambayo ameandaa Singida anakuja kunufaika naye kocha mwingine, angejisikiaje? Kwa sababu huko pengine ambapo alipata ofa Hey. Hakuna. Kuna <laughs> kocha ameondoka pale kwa sababu hamna X-Factor, sindio? aziache X-Factor Singida aende sehemu nyingine, a, pengine ingiweekana ikawa ni maamuzi mabaya zaidi ambayo ameyafanya ame, ame kwenye kariera yake, lakini kimsingi tunamshukuru sana a, kwa kuweza kusalia Singida Black Stars.